Kupigania nafasi ya pili. Usiku mmoja, Dula alikaa pekee kwenye ofisi ya baba yake, taa za jengo zikiwa zimezimwa isipokuwa mwangaza wa kompyuta yake. Alikuwa akitazama ripoti ya mwezi, hasara ilikuwa imeongezeka. Aligundua kuwa siku alipoanza kutafuta sifa na anasa mpya, alirudia makosa yale yale aliyoyakimbia. Alifunga kompyuta, akainuka na kwenda kwenye chumba kidogo kilichoandaliwa kwa kumbukumbu kumbu za baba yake Ukutani kulining'inia ya picha ya baba yake akiwa amesimama na mfanyakazi aliyestaafu kwa heshima miaka mingi iliyopita. Chini ya picha hiyo kulikuwa na ujumbe uliowahi kuwa usemi wa baba: ukubwa si kuwa juu ya wengine, ni kubeba majukumu yao hata wanaposhindwa kuyabeba wenyewe. Maneno hayo yalimgusa rohoni. Siku iliyofuata alifanya kikao kikubwa na wafanyakazi wote. Kwa unyenyekevu alisema, najua nimewachanganya tena, najua nimekosea lakini naomba nafasi ya pili, si kwa maneno bali kwa vitendo. Wengine walinyamaza, wengine walitazamana, lakini mzee Mrema alisimama na kusema, kiongozi wa kweli si yule asiyeteleza bali yule anayesimama baada ya kuanguka. Tumekusamehe, ila sasa tuchape kazi. Dula alifuta namba zote za marafiki wa anasa, akafuta akaunti zake za mitandao ya kijamii kwa muda na kuunda ratiba mpya ya kazi iliyo na nidhamu ya hali ya juu. Alianza mikutano na wateja kwa muda, akaweka malengo ya wiki na hata akatoa nafasi za mafunzo kwa vijana wengine waliotaka kujifunza biashara. Biashara zilianza kurudi kwenye mstari. Mwezi mmoja baadaye, kampuni ya nje iliyojiondoa awali ilimwandikia barua ya mazungumzo mapya ya mkataba wakiona mabadiliko ya wazi. Mama yake alipomtazama siku moja akiwa na mkutano wa vijana ofisini kwao, alitabasamu na kusema, sasa najua kwa uhakika baba yako hajakufa bure. Dula alikuwa amerudi tena, si kama mtoto wa tajiri, bali kama mwanaume aliyepitia moto akaungua, lakini akasimama akiwa imara zaidi. Miaka miwili tangu safari ya mabadiliko ianze, kampuni ya familia ya Mzena ilikuwa imesimama imara kuliko ilivyowahi kuwa mikataba mikubwa ya usafirishaji ilikamilika, mashamba ya kawa ya kisasa kwa teknolojia mpya, na shule ya jamii iliyowahi kufungwa kwa ukosefu wa fedha sasa ilikuwa imefunguliwa tena kwa ufadhili wa Dula mwenyewe. Siku moja ya Jumamosi kulifanyika hafla kubwa ya kijamii kuadhimisha miaka 25 tangu kampuni hiyo ianzishwe. Watu mashuhuri, wakulima waliowahi kusaidiwa, vijana waliopitia mafunzo na hata wanahabari walijitokeza. Dula alisimama mbele ya jukwaa akiwa amevalia kawaida kabisa, hasi suti ya bei ghali, bali shati safi na suruali rahisi. Alitazama umati, kisha akasema kwa sauti ya utulivu: miaka iliyopita nilidhani utajiri ni kuwa na uwezo wa kununua chochote, lakini sasa najua hii utajiri wa kweli ni kuacha alama njema kwa watu wengine, na huo ndio urithi wa baba yangu ambao niliwahi kuudharau, e, lakini sasa na uhifadhi kwa moyo wangu wote. Umati ulipiga makofi marefu. Machozi ya mama yake yalimdondoka bila nguvu. Mzee Mrema alimtazama kwa fahari, huku akicheka taratibu na kusema, kijana huyu sasa ana jina, siyo kwa mali bali kwa heshima. Baadaye usiku, Dula alitembea peke yake kuelekea kaburi la baba yake. Akasimama pale kimya, kisha akasema kwa sauti ya ndani, nilikwangua jina lako baba, lakini sasa ninalirudisha kwa heshima. Asante kwa kuniachia nafasi ya pili. Aliinama akagusisha kiganja chake juu ya udongo uliofunika kaburi, kisha akageuka na kuondoka, asi kama mtoto wa tajiri tena, bali kama mrithi wa heshima aliyestahili nafasi hiyo kwa jasho, machozi na mabadiliko ya kweli. Kama umefurahia hii video, tafadhali bonyeza subscribe ili usikose nyingine.